Wanasema kila kwenye anguko la shujaa kuna simulizi ya mwanamke nyuma yake, lakini kila kifo cha msanii wa Marekani kuna njama za kishetani ambazo zimekuwa zikizungumziwa, lakini nyuma ya kila kifo cha muhuni wa Marekani ambaye alifanikiwa kutoka kimziki kuna kisasi nyuma yake, lakini inapofika swala la kifo cha XXXTentacion nyuma yake kila kitu kilihusika. Nyuma ya kifo cha XXXTentacion kuna simulizi ambayo itakutoa machozi. Mwisho wa simulizi hii kuna habari nzito sana ambayo watawala wa dunia hii hawataki jamii Yue. Tukianzia kwenye upande wa mahusiano ya XX Temptation, inaaminika kwamba mahusiano hayo ni moja ya mahusiano ambayo yaliibua utata mkubwa sana na kupelekea kuingia katika matatizo kwenye maisha yake. Novemba elfu mbili na kumi na nne, XX Temptation alikutana kwa mara ya kwanza na Geneva Alaya, msichana ambaye maisha yake yalikuwa ni magumu sana toka utotoni na waliwasiliana na XX Temptation kwa mara ya kwanza kwenye mitandao ya kijamii. Mwanadada huyo alikuwa anamtaka XX Temptation kwenda kupigana na bwanake kwa sababu bwana yake alivujisha picha zake za utupu. Jaribio hili alikuweza kutimia, lakini kwa kipindi hiki mwanadada huyu alikuwa anaishi mtaani baada ya kuachana na bwana yake ambaye baadaye alimfukuza kwenye nyumba hiyo akiwa na miaka kumi na sita. Inaaminika kwamba mama yake aliweza kumfukuza na kwenda kuishi kwa mwanaume wake huyo ambaye baadaye mwanaume huyo alimfukuza na kuweza kuvujisha picha zake za utupu. Mwaka elfu mbili na kumi na sita, mwanadada huyu aliamia kwa XXXTentacion na kuanza kuishi naye. Nyumba ambayo walikuwa wanaishi kipindi hicho kabla toka ilikuwa ni kama geto la masela, kwa hiyo watoto wa kike pamoja na watoto wa kiume walikuwa wanaishi pamoja. Kutokana na tabia za Geneva pamoja na XXXTentacion kuwa ni tabia zenye utata sana, walikuwa wanaishi kwa fujo sana, walikuwa wanagombana mara kwa mara na mwanadada huyu aliweza kusema kwamba XXXTentacion alikuwa anamtishia kwa kisu au kwa mkasi na kuwa pia kwamba siku moja atakuja kumchoma nacho. Kuna siku XXXTentacion alimzamisha kichwa chake kwenye sinki la maji huku akitishia Kumuua. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana ugomvi wao ulikuwa ni mara kwa mara. Mda mwingine XXXTentacion alitishia kujiua kama mwanadada asipomwambia ukweli kama alikuwa anamchiti. Kuna muda alijaza maji kwenye sinki la kuogea na kutaka kudumbukiza microwave kama mwanadada huyo hatamwambia ukweli kama alimchiti, na muda mwingine alipanda kwenye ghorofa ya kumi na mbili na kutaka kujiua na sababu kubwa ilikuwa ni usaliti wa kimapenzi. XXXTentacion alikuwa anampenda sana mpenzi wake na alikuwa na wivu uliokuwa umepitiliza. Kutokana na matatizo aliyokuwa nayo ilikuwa na Awe kama amechanganyikiwa. Kwa hiyo muda mwingine alikuwa anatamani aidha kumuua mwanadada huyo au kujiua yeye mwenyewe, kutokana na kuamini kwamba mwanadada huyo anamwongezea matatizo kwenye maisha yake. Baada ya XXXTentacion kupata umaarufu, mwanadada huyu alitumia muda huu kumshtaki XXXTentacion, ikiaminika kwamba alikuwa anatumiwa na watu kwa ajili ya kumkomoa XXXTentacion mpaka alipofariki dunia. Mahakamani kulikuwa na kesi ambayo ilikuwa inaendelea kipindi hicho, na baada ya kufariki dunia mwanadada huyo alienda kuifuta kesi hiyo na baada ya kifo cha XXXTentacion mwanadada Geneva aliweza kushambuliwa sana na mashabiki wa XXXTentacion na kumlaumu kwa kuungana na wabaya wake kwa ajili ya kumwangamiza, lakini aliweza kuwajibu na kusema yeye ndiye alikuwa anamjua XXXTentacion na alikuwa anampenda sana na ana haki ya kuomboleza kadri anavyotaka. Mwishoni mwa mwaka elfu mbili na kumi na saba XXXTentacion aliingia kwenye mahusiano mengine na Jenes Sanchez, na kwa mujibu wa Sanchez, XXXTentacion alikuwa ameanza kubadilika, badala ya hasi au vurugu alichagua kuondoka kimya kimya pindi ambapo walikuwa wamepishana kimawazo. Inasemekana kwamba mwanadada huyu ndio mmoja ya watu ambao walifanikiwa kumponya XXXTentacion maumivu yake ambayo yalikuwa yanamtesa. Mwanadada Sanchez aliweza kujitokeza baadaye na kutangaza kwamba ana mtoto wa XXXTentacion na tarehe 26 Januari mwaka 2019 aliweza kufanikiwa kupata mtoto wa kiume. Inaaminika kwamba e, mtoto huyu alizaliwa siku tatu baada ya siku ya kuzaliwa ya Ex lakini baadaye kuliibuka utata, lakini hatimaye utata huo uliweza kuisha na kuthibitishwa kwamba mtoto huyu ni mtoto wa XXXTentacion. Lakini pia kulikuwa na utata wa imani ya XXXTentacion, huku watu wakiamini kwamba msanii huyu alikuwa anahusishwa na imani za kishirikina. Ingawa alikulia katika familia ya Kikristo, alivutiwa sana na masuala ya ushetani, mafundisho ya kiroho ambayo yalikuwa nje na dini ya kawaida. Aliwahi kusema kwamba aliuza nafsi yake kwa shetani na moja nyimbo zake ambazo zilifanya vizuri sana, aliweza kusema kwamba I spoke to the devil in Miami, kwamba aliweza kuongea na shetani huko Miami, na aliweza kusema kwamba kila kitu kitakuwa vizuri. Lakini pia alipojiwa na DJ Academics kuhusiana na swala hilo, aliweza kukataa na kujibu kwamba anahofia kuwapotosha watu, kwa sababu nia yake ilikuwa ni kutaka kuwaepusha watu kwa kile kitu ambacho walikuwa wamekifanya. Lakini marafiki zake ambao walikuwa na kanao waliweza kuzungumzia issue hiyo na kusema kwamba alipotoka jela alianza kujihusisha na maswala ya kishetani na alikuwa na tumia madawa ambayo yalikuwa yanamsaidia kuingia kwenye ulimwengu wa kiroho ikiwemo madawa ambayo yanafahamika kama LSD. Lakini baadaye alianza kusema kwamba alikuwa anawasiliana na viumbe wengine na muda mwingine alikuwa anasema kwamba anawasiliana na shetani. Kulikuwa na ibada ambazo alikuwa anafanya pamoja na mambo mengine ambayo alikuwa anayasoma kupitia kwenye vitabu ambavyo alikuwa navyo. Alikuwa na maktaba ya vitabu vya kichawi pamoja na elimu ya kiroho ambazo ziko nje na imani ya kidini. Mpenzi wake Geneva aliweza kuzungumzia pia mambo hayo na kuweza kuthibitisha kwamba alikuwa anashiriki ibada ambazo ni sehemu ya ibada za nguvu za giza, lakini mama yake pia aliweza kuhojiwa na waandishi wa habari na kuonyesha maktaba pamoja na vitabu ambavyo alikuwa anavisoma visoma ambavyo vilikuwa vinafundisha uchawi, mambo ya nyota pamoja na ibada za nguvu za giza. Hey. XXXTentacion aliamini kwamba ulimwengu ambao aliingia ndio ulimwengu ambao wasanii wakubwa wanaishi na ndio ulimwengu ambao unawasaidia kupata umaarufu, lakini gharama yake ilikuwa ni kubwa sana. Alikuwa anasisitiza kwamba ameuza nafsi yake kwa na hivi sasa shetani anaitaka nafsi yake na hana uwezo wa kupambana naye na ameamua kuitoa sadaka nafsi yake kwa ajili ya kuelimisha vijana ambao wanapitia maisha ambayo ameyapitia yeye. Alitaka watu pia wachukulie kifo chake kama sadaka kwa ajili yao. Mambo ambayo alikuwa anayoongea kwa ajili ya kuelimisha watu kuhusiana na siri ambazo ziko nyuma ya ulimwengu huu ni mambo ambayo yalikuwa yanahitaji ufahamu mkubwa sana kuweza kuelewa, kwa sababu mambo mengi ambayo alikuwa anayoongea, mengine alikuwa anayoongea kwa mafumbo ambayo kama wewe ni mtu wa kawaida ni ngumu sana kuweza kufumbua mafumbo hayo, lakini mwisho wa siku alikuwa anazungumzia elimu ambayo elimu ambayo inatumiwa na jamii hizi za siri. Kwa hiyo kitendo cha kutoa siri ilipelekea kumgharimu sara tarehe, kumi na nane mwezi wa sita mwaka 2018 mida ya saa tisa na dakika hamsini na sita, XXXTentacion baada ya kutoka benki kuchukua kiasi cha dola elfu hamsini na kupitia kwenye duka la kuuza pikipiki piki piki, pamoja na vifaa vingine, na kutaka kununua pikipiki hiyo piki, lakini baadaye aliweza kugaili na kutoka dukani hapo. Akiwa anatoka dukani hapo na kutaka kuingia barabara kubwa, aliweza kuzuiliwa na gari aina ya Dodge Journey, na wakati akiwa anatafakari ni nini ambacho kimetokea, watu wawili waliweza kushuka na kumvamia, na kumwibia begi dogo la Louis Vision ambalo lilikuwa na kiasi cha dola elfu hamsini. Baada ya kufanikiwa kumwibia begi hilo, waliweza kumpiga risasi tatu na kuweza kutokomea. Na baada ya kukimbizwa hospitali, waliweza kuthibitisha kwamba alikuwa amefariki dunia. Baada ya sintofahamu kuibuka, picha za CCTV kamera ziliweza kuonyesha watu ambao walikuwa wameingia kwenye duka ambalo XXXTentacion alikuwepo wakati anataka kununua pikipiki hiyo, na watu hao waliweza kununua maski ambayo waliitumia katika wizi huo. Kwa hiyo ndani ya duka hilo waliweza kuonekana sura zao, kwa sababu waliingia bila kuficha sura, lakini mmoja wao alikuwa amevaa sandozi ambazo ndizo walizotumia wakati wa kwenda kuvamia na kuweza kumwibia. Kwa hiyo moja kwa moja ilifahamika kwamba watu hawa walikuwa sio watu ambao ni professional. Baada ya kufanikiwa kuiba, waliweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii na kuanza kuonyesha hela ambazo walikuwa wameziba na kuanza kujisifia pamoja na mambo mengine, lakini muda sio mrefu, Dedrick Devonshire aliweza kukamatwa, na baadaye aliyetumia risasi kwa ajili ya kumuua XXXTentacion ambaye anafahamika kama Michael Boatwright aliweza kukamatwa, lakini baadaye mwenzake Robert Allen aliweza kukamatwa na kijana mwingine ambaye baadaye alikuja kukamatwa ambaye alikuwa anafahamika kama Trayvon Newsome. Kwa hiyo vijana hawa walikamatwa na kupelekwa mahakamani na kufunguliwa kesi ya mauaji. Siku ya tarehe kumi na mbili mwezi wa nane mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Robert Allen alikiri makosa na kukubali kuwasaliti wenzake na kuwa shahidi namba moja na kuweza kuthibitisha kile ambacho kimetokea wenzake walihukumiwa vifungo vya maisha lakini yeye alihukumiwa miaka saba jela. Na tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka 2023 aliweza kuachiwa huru na hivi sasa yuko chini ya uangalizi wa kisheria tarehe. 27 mwezi wa 6 mwaka 2018 XXXTentacion aliweza kuagwa huko Florida, ambapo maelfu ya mashabiki waliweza kujitokeza, na siku iliyofuata ibada ya mazishi ambayo ilikuwa ni mazishi ya faraga iliweza kufanyika na ndugu, familia na watu wale wa karibu waliweza kuhudhuria, na moja ya watu mashuhuri ambao walihudhuria katika mazishi hayo ilikuwa ni pamoja na Lil Uzi Vert, Lil Yach pamoja na wasanii wengine. Kuna mambo mengi sana ambayo yaliibuka baada ya kifo cha XX Temptation, tunaweza tukasema kwamba ni conspiracy ambazo ziliibuka ambazo zilileta utata sana, utata ambao umeweza kudumu kwa muda mrefu sana. Conspiracy ambayo iliibuka ya kwanza ilikuwa ni conspiracy ya watu kuamini kwamba XX Temptation alijua kama atakufa. Siku chache kabla ya kifo chake kwenye Instagram yake aliweza kuongea na mashabiki zake na kuambia kwamba nitakufa kifo cha kusikitisha sana na inabidi mfahamu kwamba nilitolewa kafara. Video hiyo iliweza kusambaa sana na kuibua maswali mengi sana, ilikuwaje? Aliweza kujua kwamba atakufa kifo cha kusikitisha sana na kifo hicho kitahusiana na kafara pamoja na mambo mengine. Iliaminika kwamba alikuwa anajua nini ambacho kinaenda kutokea. Conspiracy nyingine ambayo iliibuka baada ya kifo chake ilikuwa ni video ambayo aliiposti ambayo alikuwa anaonekana kama anajinyonga. Hii video aliweza kuiposti kwenye mitandao yake na iliweza kuibua mtafaruku mkubwa sana. Kuna ambao waliamini kwamba alikuwa anamaanisha kwamba kuna mambo ambayo aliyafanya ambayo yanapelekea kifo chake ambacho kinaenda kutokea, kwa hiyo ni kama vile ni mtu ambaye aliuza nafsi yake au aliuza uhai wake kwa sababu ya kutaka pesa au utajiri pamoja na mambo mengine, ujumbe ambao uliibua maswali mengi sana kwa marafiki zake. Kwa hiyo waliamini kwamba alikuwa anajaribu kuambia watu kwamba kifo kinachoenda kutokea ni kifo ambacho nimejisababishia mwenyewe, kwa hiyo ndio sababu ya kuonyesha kwamba anataka kujinyonga pamoja na vitu vingine. Kuna watu ambao liamini kwamba details ambazo XXXTentacion aliweza kuziacha ambazo zilikuwa zinaonyesha kwamba anakaribia kufariki dunia zilikuwa ni nyingi sana, zilizokuwa na ushahidi mkubwa kupitiliza. Watu walianza kuamini kwamba kifo chake inawezekana ikawa sio kifo halisi, inawezekana XXXTentacion aliweza kuigiza kwamba amekufa, ili aweze kupata maisha mapya au ili aweze kuyakimbia maisha ya mziki. Kwa hiyo inaaminika kwamba gari lake halikuwa na alama ya risasi wala mwili wake haukuwa na alama ya damu, kwa hiyo kitendo hicho kikawafanya watu waamini kwamba inawezekana hakupigwa risasi, ila ni maigizo ambayo yalikuwa yanatendeka, na CCTV kamera ilitumika kuwahadaa watu. Lakini inaaminika kwamba baadhi ya picha za CCTV kamera zilifutwa na watu walizuiwa kusogea karibu, na picha ambazo walifanikiwa kuzipata zilikuwa zinaonyesha hakuna dalili wala alama ya risasi wala alama yoyote ya damu. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yaliweza kuibua maswali mengi sana, lakini pia conspiracy nyingine iliibuka kwenye nyimbo ya Sad. Kuna nyimbo ambayo alitoa ambayo inafahamika kama Sadi ambayo alionekana akiwa kwenye kaburi akiwa na muonekano wa kisanii na upande wa pili alionekana akiwa na muonekano wa kawaida. Yeye alikuwa na muonekano wa kawaida alionekana kwenda kumwangalia yule ambaye alikuwa na muonekano wa kisanii akiwa anatoka kaburini au akiwa kwenye kaburi, na baadaye yeye ambaye alikuwa katika muonekano wa kisanii aliweza kuibuka na kuanza kupigana naye, lakini baadaye aliweza kumshinda na yule mwenye muonekano wa kisanii aliweza kufa, na yeye akaonekana kumzika, ikiwa na maana kwamba alikuwa anajizika yeye akiwa na muonekano wa kisanii, wakati yeye ambaye ana muonekano wa kawaida ndio alikuwa hai. Kwa hiyo inaaminika kwamba maisha ya usanii yalikufa, maisha yake ya kawaida yakabaki, au inamaanisha kwamba e, aliamua kuyazika maisha yake ya kisanii kwa kueti amekufa na kubaki hai akiwa na maisha ya kawaida. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yalikuwa yanazungumziwa sana na ikaaminika, hiyo ni meseji ambayo alikuwa anaitoa. Lakini kuna watu ambao wanaamini kwamba Iluminati ndiyo walimuua XXXTentacion kwa sababu alikataa kusaini mamilioni ya dola kutoka kwenye kampuni kubwa, na inaaminika kwamba alikataa kutokana na masharti ambayo yalikuwepo kwenye mkataba huo ambayo yalikuwa yanahusiana na nguvu za giza. Baada ya kufa, mkataba wake uliweza kusainiwa na mambo mengine yaliendelea, na watu walitangaziwa kwamba mkataba ule ulisainiwa na XXXTentacion, lakini kwa hivi sasa mkataba ule uko chini ya mama yake. Inaaminika kwamba mama yake kwa hivi sasa ameingia katika mfumo, na hivi sasa ukimwangalia mama yake ni mtu ambaye ana mafanikio makubwa sana, naonekana anakula maisha kwa kiasi ambacho sio cha kawaida lakini pia kuna konspirasi nyingine ambayo ilivuma sana kipindi hiki. Iliaminika kwamba kuna watu ambao walikuwa wanawasiliana na wale watu ambao walimuua XXXTentacion, ikimaanisha kwamba kuna mtu ambaye alikuwepo na XXXTentacion ambaye alikuwa anatoa taarifa ya mwenendo wao. Kwa hiyo wale watu walionekana kuweza kufanikiwa kumtaim XXXTentacion kwa muda ambao ulikuwa sahihi, kwa sababu kuna mtu ambaye ndiye alikuwa anatoa taarifa. XXXTentacion alitaka kwenda kununua pikipiki piki ile pamoja na mama yake, lakini mama yake aliweza kukataa na XXXTentacion akaamua kwenda na mjomba wake, ambaye baada ya kuvamiwa, mjomba wake aliweza kufungua mlango upande wa pili na kuweza kukimbia bila watu wale kumjali wala kuhofia kwamba anaweza akatoa taarifa polisi. Na baada ya mama yake kuanza vita na mwanamke ambaye alizaa na XXXTentacion na kutaka mtoto yule aweze kupima DNA na mambo mengine, ikaonekana kwamba mama yake anapambania maslahi ya mtoto wake, ili aweze kumiliki maslahi yote peke yake. Kwa hiyo kitendo cha mama yake kukataa kwenda dukani pale na kitendo cha mama yake ku mkabidhi mjomba wake kwenda mahali pale na kitendo cha mjomba wake kufanikiwa kufungua mlango na kukimbia na kuwaacha wale wauaji wakiwa wanamuua XXXTentacion iliaminika kwamba huenda mjomba wake naye alihusika kwenye mipango ya kutaka kumuua XXXTentacion. Lakini mwisho wa siku, kifo cha XXXTentacion kilikuwa ni faida kubwa sana kwa mama yake, mjomba wake, pamoja na familia yake kwa ujumla. Ikawa inamaanisha kwamba inawezekana kuna mpango ambao ulisukwa ndani ya familia ambayo ilipata faida kubwa sana pamoja. Ya, na wale watu ambao walikuwa wanammiliki XXXTentacion. XXXTentacion kwenye nyimbo yake aliweza kusema kwamba ameongea na shetani alipokuwa Miami, na alimwambia kila kitu kitakuwa sawa, na kwenye nyimbo ya demoni aliweza kusema kwamba ameuza nafsi yake kwa shetani kwa sababu alikuwa ana hasira na Mungu kwa sababu Mungu alimwacha mjumba wake apate mateso, mateso ambayo yalifikia hatua akajinyonga. Na rafiki zake waliweza kuthibitisha kwamba kipindi hiki alikuwa anajihusisha na mafundisho ya uchawi mweusi au black magic au cult. Lakini pia alikuwa vitabu kwenye library yake ambavyo vilikuwa vinafundisha mambo hayo. Kwa hiyo inaaminika kwamba mambo hayo ndiyo yalipelekea kumwingiza kwenye matatizo makubwa na kuwa analalamika kwamba ameingia katika ulimwengu ambao hawezi kutoka. Inasemekana kwamba kutokana na tabia yake ya kuanika hadharani siri za watu hawa ambao tunaamini ndio wanatawala dunia hii, pamoja na kupambana kuwakomboa vijana ili wasiweze kuingia kwenye kuuza nafsi zao kwa shetani kama ambavyo alifanya yeye, inasemekana kwamba aliwakasirisha sana wakubwa ambao ndio wanafanya michezo hiyo na kumbambikizia kesi na kutangaza kumfungia baadhi ya nyimbo zake yeye pamoja na nyimbo za R Kelly, lakini wao waliweza kusema kwamba wanafanya hivyo kutokana na sababu za kimaadili. Timu ya XXXTentacion ilipinga vikali swala hilo, na bosi wa Top Dog Entertainment aliweza kutishia kutoa nyimbo zake zote endapo kama watazifungia nyimbo za XXXTentacion, na kampuni hiyo kuamua kuacha kuzifungia nyimbo za XXXTentacion, na XXXTentacion aliweza kumshukuru Kendrick Lamar pamoja na Top Dog kwa kumwokoa dhidi ya janga ambalo lilikuwa linaenda kumkuta. Kulikuwa na conspiracy nyingi sana ambazo zilikuwa zinazungumziwa kipindi hiki, lakini swala la XXXTentacion pamoja na Drake lilikuwa ni kubwa sana mpaka vyombo vya kisheria viliweza kuingilia kati. Mpaka hivi leo kuna watu ambao wanaamini kwamba Drake alihusika kwenye kifo cha XXXTentacion. Na baada ya XXXTentacion kufariki, Drake aliendelea kujisifia kuhusiana na tukio hilo, kitendo ambacho kilifanya watu wamchukie sana mwanamziki huyu. Kwa hiyo baada ya Drake kukopi nyimbo ya XX XXXTentacion na XXXTentacion kuanza kumtukana mtandaoni mpaka kufikia kumtukania mama yake, kitendo hicho inasemekana kilimuuma sana Drake na kuapa kulipiza kisasi. Bifu ilikuwa kubwa sana mpaka XXXTentacion aliweza kufanikiwa kupata umaarufu kupitia bifu hiyo, na hatimaye XXXTentacion alitumia nafasi hiyo kutangaza nyimbo zake na kuweza kufanya vizuri sana. Baada ya kufanikiwa kimaisha kupitia bifu ile, bifu ile iliweza kupoa, lakini ilikuwa inaendelea chini chini. Kwa hiyo, siku moja XXXTentacion aliweza kuposti na kusema kwamba kama siku moja ikitokea nikafariki dunia basi Drake ndiye atahusika. Kwa hiyo siku hii ndio siku ambayo beef hii iliibuka tena. Iliaminika kwamba kuna tukio ambalo kipindi hiki lilikuwa linafanyika au kuna taarifa ambazo XXXTentacion alizipata kuhusiana na mipango ya Drake kutaka kumuua XXXTentacion. Kwa hiyo aliamua kuposti hivyo kama sehemu ya kujilinda, lakini baadaye inawezekana kuna watu walimfuata nyuma ya pazia na kuweza kumuonya, na aliweza kurudi na kusema kwamba akaunti yake iliibiwa na kitendo hicho kikafanya jambo hilo liweze kuishia hewani lakini siku chache baadaye aliweza kuposti tena na kusema kwamba ninaweza kufa siku yoyote, na endapo kama nitakufa, mjue kabisa kwamba nilitolewa kafara. Na amini kabisa, kesho yake baada ya kuposti posti hiyo, kesho yake ndiyo akafariki dunia. Wiki moja baada ya kifo cha XXXTentacion, Drake alitangaza kuanza tua yake ambayo aliita Assassination Tour, huku nyimbo ya I'm Upset ikibua sintofahamu kubwa sana kutokana na ndani ya nyimbo hiyo kuwa na mistari ambayo inasema SMS triple X huu ndio muda pekee nilipomshuti chini ya shingo, huku watu wakitafsiri kwamba SMS ilikuwa ni Send My Shooters na triple X ikiwa na maana ya XXXTentacion, na alizungumzia kwamba alipiga risasi chini ya shingo na ni kweli. Eh, XXXTentacion alipigwa risasi chini ya shingo, risasi iliopelekea akaweza kupoteza maisha. Lakini pia kwenye nyimbo yake ya Scorpion kuna mstari ambao unasema kwamba anabadilisha Louis uhai wa mtu akimaanisha kwamba alitoa uhai wa XXXTentacion na kuchukua luibeg yake akimaanisha kwamba alibadilishana uhai wake pamoja na luibeg. Lakini pia katika video ya Sicko Mode alionyesha XXXTentacion akiangukiwa na jiwe kubwa sana kutoka angani, lakini ni picha ambayo ilikuja kwa muda mfupi na kupotea kwa hiyo kitendo hicho kikaonyesha kwamba alikuwa anajivunia kuhusiana na, na tukio ambayo alilifanya dhidi ya XXXTentacion. Lakini mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kuna nyimbo ambayo ilikuwa inafahamika kama onbs kuna mstari ambao aliweza kutamka namba alitamka namba kumi akatamka namba kumi tena akatamka namba tano na akatamka namba tano tena ambazo ukizijumlisha inakuwa namba 30. Na mbele yake aliweza kusema kwamba ungechunga ulimi wako kwenye laivu ambazo ulikuwa unazungumza mpaka leo ungekuwa hai. Kwa hiyo watu walichukua ile namba 30 kwa kirumi ni XXX na kusema kwamba endapo angechunga ulimi wake alipokuwa anazungumza kwenye insta yake huenda angekuwa hai. Kwa hiyo kwenye live ya alikuwa anazungumzia mambo ya Drake, alikuwa anamtukana pamoja na vitu vingine, kwa aliweza kumwambia kwamba endapo ungechunga ulimi wako ungekuwa hai. Kwa hiyo mambo haya yaliunganishwa na kufanya watu waamini kwamba matukio yaliyomtokea XXXTentacion ni kwa sababu ya ugomvi kati yake na Drake. Kitu kimoja ambacho unatakiwa ufahamu hapa ni kwamba Kendrick Lamar alikuwa na urafiki wa karibu na XXXTentacion na kumbuka, wakati amefungiwa nyimbo zake, Kendrick Lamar aliweza kusimama pamoja na kampuni yake kuweza kumpambania XXXTentacion ili nyimbo zake ziweze kuendelea kupigwa na waliweza kufanikisha, na XXXTentacion aliweza kumshukuru sana Kendrick Lamar. Kwa hiyo baada ya XXXTentacion kufariki, moja ya watu ambao waliumia sana ilikuwa ni pamoja na Kendrick Lamar. Kwa hiyo kitendo hiki kilitengeneza beef wa aina fulani. Kuna nyimbo ambayo Kendrick Lamar aliweza kuiachia ambayo iliitwa Silent Hill akimshirikisha Kodak Black, ambaye inaaminika kwamba Kodak Black alipokuwa jela alikutana na mauaji wa XXXTentacion na aliongea nao, na ikasemekana kwamba walimwambia kwamba Drake ndio alikuwa nyuma ya mchezo mzima ambao ulitendeka siku hiyo. Baada ya Kodak Black kutoka na kuzungumza na Kendrick Lamar, waliweza kushirikiana kufanya nyimbo hii ya Silent Hill. Kwa hiyo alipokuwa kwenye Superball, kuna alama ambazo zilibua utata sana. Kuna muda alikuwa anaimba katikati ya alama ya x, na ndani ya alama ya x kulikuwa na mstari ambao ulikuwa na namba 30 huku akimdisi Drake. Kumbuka hii Superball kulikuwa kuna beef kati ya Drake pamoja na Kendrick Lamar. Kwa hiyo Kendrick Lamar aliimba nyimbo ya kumdisi Drake, lakini ndani ya nyimbo hii ya Drake aliweka alama ambazo zilikuwa zinaonyesha kwamba Drake alihusika kwenye kumuua XXXTentacion kwa hiyo, alipoimba katikati ya namba x na ndani ya namba x kulikuwa kuna namba 30 ambayo ni XXX ikimaanisha kwamba Kendrick Lamar alikuwa na mdisi Drake kwamba yeye ni muuaji na alimuua XXXTentacion. Lakini pia ukiangalia nyuma madensa ambao walikuwa nyuma ya Kendrick Lamar walikuwa na nywele ambazo zina rangi mbili kama XXXTentacion. Lakini pia hata yeye alipoingia na kuanza kufreestyle alikaa mkao ambao XXXTentacion alikuwa anapenda kukaa anapokuwa na freestyle lakini pia ndani ya nyimbo hizo kuna mistari ambayo ilikuwa inaelezea kwamba Drake ni muuaji ambaye anajificha nyuma ya utajiri wake. Lakini pia Kendrick Lamar aliweza kumshutumu Drake kwa mambo mengine mengi sana, tofauti na kumuua XXXTentacion. Lakini pia alihusishwa na mapenzi na watoto wadogo, pamoja na vitu vingine, mambo ya kafara na, na vitu kama hivyo. Offset wa kundi la Migos aliweza kumtukana XXXTentacion kupitia Instagram live yake, na rapa kutoka Chicago ambaye anafahamika kama 600 Breeze aliweza kudai kuwa Drake Drake alimpa ruhusa ya kumuua XXXTentacion na kumwambia kwamba nina watu mtaani kwako ambao wako tayari kuweza kuitoa roho yako. 600 Breezy aliweza kusafiri hadi Florida na kumtafuta XXXTentacion lakini hakufanikiwa kumwona na Novemba 14, XXXTentacion aliweza kudai kuwa Migos waliweza kumshambulia na kumwonyeshea risasi usoni kwake. sababu ya ugomvi wao ilikuwa ni rafiki yao Drake. Mpaka hivi sasa, Drake nyuma yake kuna nguvu ambazo bado zinamlinda, lakini ni swala la Drake siku yoyote tunaweza tukasikia kuna kesi ambayo imeibuka kuhusiana na XXXTentacion, kama ambavyo ilikuwa kwa pididi ambavyo alishutumiwa kuhusiana na Tupac, mpaka hatimaye baada ya kuchukuliwa nguvu zake zote, hatimaye ameweza kufikishwa mahakamani na kesi yake dhidi ya Tupac ikaweza kusikilizwa tena. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo utaendelea kulindwa mpaka pale ambapo watakuchoka, wataamua kukutoa kafara kwa kuibua vitu ambavyo walikuwa wanavilinda dhidi yako. Kwa hiyo huu ndio mwisho wa simulizi ya X extentation na hizo ndo skendo ambazo ziliibuka. Kuna mambo mengi sana ambayo yaliibuka hapo katikati, nadhani nimeweza kukava baadhi ambayo naamini ni mambo muhimu sana katika simulizi ya extentation. Kama kawaida, kama una stori ambayo unapenda niweze kuisimulia hapa, ambayo unaamini watu wengi wataipenda simulizi hiyo, ni simulizi ambayo ina matukio ambayo yanaweza yakawavutia watu, basi dondoka hapo kwenye comment ili tuweze kushare stori hiyo kwa pamoja. Mi ni Joseph na hii ni Tricod media, usisahau au kusubscribe, kulike, ku comment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.